Serikali ya Urusi imekiri kuwepo kwa ripoti zinazomhusisha mwanamume mmoja raia wa Urusi anadaiwa kurekodi matukio ya mapenzi ya wanawake aliyokuwa amewarubuni katika nchi mbalimbali za Afrika na kusambaza video hizo mtandaoni bila ridhaa yao, jambo ambalo limezua mshtuko mkubwa na hasira kali katika mataifa ya Afrika na jumuiya ya kimataifa. Ghana imesema wazi kwamba inataka mshukiwa huyo arejeshwe nchini humo ili akabiliwe na mkono wa sheria, ikisisitiza kuwa vitendo hivyo ni uhalifu mkubwa unaokiuka faragha na utu wa haki za msingi za wanawake. Mamlaka za Ghana zimesema kuwa tayari zimeanza mchakato wa kisheria na mawasiliano ya kidiplomasia ili kuhakikisha mshukiwa anawajibishwa, lakini zinaeleza kuwa bado hazijapata majibu ya wazi kutoka Moscow kuhusu uwezekano wa kumkabidhi. Katika taarifa fupi, ubalozi wa Urusi mjini Akra ulithibitisha tu kwamba serikali ya Urusi inazingatia madai hayo. Hata hivyo, haikutoa dalili yoyote kama Urusi itakubali ombi la Ghana la kurejeshwa kwa mshukiwa huyo. Wachambuzi wa masuala ya sheria za kimataifa wanasema hatua hiyo inaonekana kuwa ngumu kufikiwa, kwani Urusi mara nyingi huwa haitoi raia wake kwa mataifa ya nje, hasa katika kesi ambazo hazijafikia makubaliano ya makabidhiano ya wahalifu. Wakati huo wa huo, Kenya imeanzisha uchunguzi wa mashirika mbalimbali mbali ya usalama na taasisi za haki, ikisema kuwa inashirikiana kwa karibu na washirika wa kimataifa kufuatilia mtandao wa usambazaji wa video hizo na kubaini waathirika waliopo ndani na nje ya nchi hiyo. Kenya imeeleza kuwa kisa hicho ni uhalifu wa kuvuka mipaka unahitaji kuchukuliwa hatua za haraka na kwa sababu kinahusisha unyanyasaji wa kijinsia, uhalifu wa mtandaoni, na uwezekano wa mtandao wa kimataifa wa usambazaji wa maudhui haramu. Mamlaka ya Ghana na Kenya zimetaja video hizo kuwa za kutatanisha na za kikatili, na ukiukaji mkubwa wa haki za wanawake, zikisisitiza kuwa vitendo vya kurekodi bila ridhaa na kusambaza maudhui ya faragha ni aina ya unyanyasaji wa kijinsia na ukiukwaji wa sheria za faragha na haki za binadamu. Mashirika ya kutetea haki za wanawake yamesema kuwa kisa hicho kinaonyesha hatari kubwa inayowakabili wanawake katika enzi ya teknolojia ya kidigitali, ambapo maudhui yanaweza kusambaa kwa kasi duniani na kusababisha madhara ya kudumu kisaikolojia, kijamii na kiuchumi kwa waathirika. Wanaharakati wa haki za binadamu wameitaka Urusi kuchukua hatua kali dhidi ya mshukiwa huyo ikiwa ni pamoja na uchunguzi wa ndani, kufungua mashtaka ya jinai na kushirikiana na nchi za Afrika katika mchakato wa kisheria. Wamesema kuwa kutoshughulikia suala hilo kwa uwazi kunaweza kudhofisha juhudi za kimataifa za kupambana na uhalifu wa mtandaoni na unyanyasaji wa kijinsia. Kisa hicho pia kimezua mjadala mpana kuhusu sheria za kimataifa za makabidhiano ya wahalifu, ushirikiano wa kisheria kati ya mataifa na jukumu la makampuni ya mitandao ya kijamii katika kudhibiti na kuondoa maudhui ya unyanyasaji wa kijinsia. Wataalam wa sheria wanasema kuwa kesi hii inaweza kuwa mtihani muhimu wa jinsi mataifa yatakavyoshirikiana katika kukabiliana na uhalifu wa kidigitali unaovuka mipaka. Kesi hii inaendelea kuangaziwa kwa karibu na vyombo vya habari na jamii ya kimataifa, huku ikichukuliwa kama mfano wa uhalifu wa kisiasa unaotumia teknolojia kuumiza, kunyanyasa waathirika, na kama wito kwa mataifa kuimarisha sheria na ushirikiano wa kimataifa katika kulinda haki na usalama wa wanawake duniani.